Lakini leo nimefika hapa kushukuru sana kaimu wa chuo na niwapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya. Hata slogan yenu sio slogan ya kujitungiatungia, nasema next level, nasema next level kutokana na kazi, kazi kubwa ambayo ongozi wa chuo umefanya. Nawapongeza sana, platform ya muhimu sana katika kuyajenga na kuyatengenezea mazingira wezeshi mawazo ya vijana kwenye kampuni chana ya startups katika kufikia malengo yao. Hapa Arusha, moja kati ya incubation hubs zinazofanya kazi ni ya kwenu hapa Institute of Accountancy ya Arusha. Nitumie fursa hii vilevile kuwapongeza manager wa kituo ovtn cha IAA Madam Pamela ambaye anafanya kazi nzuri sana na wenzake, nakupongeza sana. Na mimi kama waziri mweememana na wataalamu wote tulioambatana tumeona kazi inaofanyika hapa, na nimeeleza pale ndani wakati tunatoa presentation yako, swala la startups ecosystem haliwezi kuwa swala la mtu mmoja na ni moja kati ya maswala ambayo yana mchango mkubwa wa sekta mbalimbali, lakini na mchango mkubwa wa innovators wenyewe na startup wenyewe. Wizara anayoiongoza ina maelekezo mahususi ya Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha kwamba hizi bunifu za vijana hawa zinapata mazingira wezeshi ya kuweza kufanya bunifu hizi zitoke kwenye wazo zipate mazingira wezeshi ili ziweze kutoka kwenye wazo kuja kwenye kitu ambacho kinaweza kikaanza kutekelezeka. Kunaomba niwatie moyo wanafunzi wote mlioko hapa kwamba mpo kwenye chuo kizuri ambacho kimejikita kwenye taaluma, na mmemsikia hapa kaimu mkuu wa chuo, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeleta pesa hapa zaidi ya shilingi bilioni nane kwa ajili ya ujenzi wa sector, sector of excellence ya ICT, itakuwa na mifumo bora ya tehama ambayo itasaidia kila mwanafunzi anayesoma hapa, atasoma kwenye mazingira ambayo mwanafunzi yoyote wa kozi nafanana na yako duniani anasoma. Mazingira ya elimu yaliyoko hapa ya Arusha yanafanana na mazingira ya vyuo vingi sana duniani, na ni kazi kubwa sana. Tumpongeze sana mheshimiwa slogan hii ambayo naamini uongozi wa chuo uliandaa ya next level kweli. Institute of Accountancy Arusha iko next level.